Hey, bana hata hataelniisha sasa hmm. Hey, sahii nakuambia, no mazee, noma. ningekuwa na uwezo ningekujenga ka kitu lakini sahii Eh hey, eh tunaweza nifulizia tu hata ufulize Eh hey, bana, tunacheza na nafuliza limit sahii, haiko like nikikuambia vitu zikolo kolo, mazee, si si kubaya Si unapigia tu hata mzazi bwana, unajua nyinyi kumred kuna pesa, huwezi kosa pesa mzazi. Nilimpigia simu jana bana, ameniokolea na juani na ndo nimetake nayo hata leo nashindwa, lakini maybe things get good hapa si mm. sawa sawa sawa, nikipita chioni nikienda naweza kujenga kama kitu kitakuwa kimeingia. Sawa sawa, asante, sawa